Na mbele yangu naanza na gazeti la Zanzibar leo. Zanzibar leo lenyewe linaandika kipindupindu cha tafuna bilioni moja. Aya wahamiaji 186 mbaroni Zanzibar. Kuwaiti yasaidia kambi ya, ya kipindupindu. Balozi Seif asisitiza elimu ya IT. Hilo ni Zanzibar leo. Mzalendo linaandika JPM akomaa na vigogo wa sukari, asema atahakikisha anawakomesha, wasimlaumu. Mmoja yupo Arusha, anamshughulikia huko huko. TAKUKURU ya nasa shehena iliyofichwa na Zakaria. Ndivyo linavyoandika gazeti la Mzalendo. Utumbuaji wa majipu kuhamia CCM ni kauli ya Makamu Rais samia suluhu Hasan. JPM wakati huo. Chini chini inaandika watunuku kamisheni maafisa wapya 586. Jambo Leo linaandika sifa zangu kwa JPM ni kauli ya JK, kwa mujibu wa gazeti la Jambo Leo. Aya, madereva wadaa, wafichua madudu ya waajiri. Takukuru yanasa sukari ya mabilioni. Nipashe linaandika akutwa ameficha kilo milioni tano za sukari Dar es Salaam. kilo hizo zina thamani ya shilingi bilioni 9.2 kama zingeuzwa kwa bei ya kawaida ya shilingi 2000 kabla ya bidhaa hiyo kuadimika. Endelea haya. Mtoto wa mkulima Pinda aishi maisha ya kikulima. Kurasa wa pili. Sauti ya watu, Tanzania Daima linaandika Lugumi aendelea kuishi kifalme. Haya, Magufuli amtosa JK, fedha za mkutano mkuu kizungumkuti, kitanzi cha sukari balaa fanya biashara da anaswa kwa kuficha tani elfu nne, mia tano, sabini na tisa. Habari Leo linaandika papa wa sukari nchini adakwa, akutwa na sukari inayotosha kulisha nchi kwa siku nne. Alipanga kununua yote viwandani auze kidogo kidogo. Mahitaji tani 1150 kwa siku, yeye atoa tani 250 tu. Haya, kisa kipe cha mume kumzalisha mkewe. Ukurasa wa tatu. Aya, mbunge atuhumu wenziwe kwa kuwa albino. Huyo ni mbunge wa Buyungu Kasuku Bilago Chadema amewanyooshia kidole wabunge wenzake, akiwatuhumu kuua walemavu wa ngozi wakati wa uchaguzi ili wapate ushindi. Habari leo hilo. Majira linaandika uh, walioficha sukari waanza kudakwa elfu nne mia tano sabini na tisa za naswa Mbagala, huko Tabata. Magufuli yadai hata wavumilia, atawakomesha. Aya, mahakama ya, dag, ya daga shida yazidi kutoa vipigo kwa walimu sumiu. <laughs> Ni ile ya kimila iliyopigwa marufuku dc akili inaitwa daga shida, nafikiri utakuwa natamkaga wenyeko daga shida. Aya, mtanzania linaandika majipu elfu tatu mia tano mikononi mwa taku kuru. Habari nyingine kubwa kabisa ni ile nilokwambia mtazamaji wa chaneti kuhusu sukari kimenuka. The Guardian kimenuka, kinaendelea The Guardian linaandika kufuatia maelekezo ya Magufuli, vyombo vya usalama vya mtia mikononi bilionea kwa kuhodhi sukari. Kuna picha hapa inamwonyesha rais Magufuli uh ni uh, picha hiyo ah, wakati akitoa maelekezo hapa anaonekana kushoto. Magufuli amewaamuru mabilionea kuacha, kuachia shehena ya sukari waliohodhi. Haya, lengo likiwa ni kutengeneza mazingira ya kutoweka kwa bidhaa hiyo alafu wapige hela. Haya, pale panaonekana pia mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Valentino eh, uh, Valentino Mlowola nilitaka kusema Valentino Moki wa kumradhi, Valentino Mlowola ambaye taasisi yake sasa imeingia miguu yote eh, katika kadhia hiyo. Chini kuna habari hapa kitenda wili katika uvuvi wa kamba. Sunday News eh, Sukari inaandikaje sasa? Lenye linaandika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa kimombo PCCB yaingia yaingilia ya kati mapambano dhidi ya wanaohodhi Sukari. Pichani anaonekana Amiri Jeshi Mkuu Rais Dr. John Magufuli akimpongeza Luteni usu narsa, huyu ni mwanami mmoja kati ya maafisa wapya 586 wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ katika chuo cha maafisa wa jeshi la Monduli Arusha. Aa, tukio hilo linaelezewa kuwa la kihistoria kufuatia maafisa kuwa wataalamu katika sayansi katika nyanja mbalimbali, ambapo mbali mbali mbali mbali, kati ya hao madaktari 80 marubani 6. Ipicha ni maalum, huyu dada alifanya vizuri kuliko wanawake wenzake wote kwenye michezo. Yanga yajiwekea mazingira mazuri kupiga hatua kuelekea michuano ya shirikisho baada ya jana kupiga mtutuo. Haya, shirikisho la riadha Tanzania latangaza tarehe ya kufanyika kwa mashindano ya taifa ya mabingwa wa riadha. Kushoto pale juu kuna habari ya kiungo wa kimataifa wa Cameron aliyekuwa anachezea klabu ya Dinamo Bukarest ya Romania, ameanguka ghafla na kufariki dunia. Tukio kama hili linafanana na lile la kiungo mwingine wa Cameron Maki Vivian Foe aliyeanguka na kufariki akichezea ya nchi yake dhidi ya Colombia katika michuano mabara nchini Ufaransa mnamo mwaka elfu mbili na tatu. Na The Guardian inasema Yanga yaizamisha Esperance, hapo picha na wachezaji wa Yanga wakisherekea moja ya mabao waliopiga jana. Ah, basi Yanga wanaokuwa ubingwa bila kugusa mpira. Haya, ni Tanzania linaandika Yanga utaipenda tu. Haya, nyota wa Cameroon afariki dunia kibonzo. Ah, jamaa wameongozana na muuliza tunaenda wapi huku? Jamaa anasema kupata kilevi. Jamaa anazidi kuuliza, si ulisema umeacha pombe? Jamaa anamjibu, nimeacha bia, sijaacha gongo. Ai, ah, kazi kweli kweli. Majira. Simba uso kwa uso na mwadui leo. Waangola wakaa kwa Yanga. Habari leo, Yanga inaleta heshima. Aya, wakati huo huo kesi asaini miaka miwili. Yanga Simba kibaruani leo, kosto yashuka daraja. Tanzania daima. Yanga yatakata kafia, ilipua Esperansa mbili kwa bila, yachungulia ya makundi. Aya, Nipashe linaandika Yanga kama kawa yaifumua sargada Esperansa magoma mawili kwa bila na kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuingia hatua ya makundi kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Jambo leo. Yanga sasa yanusa makundi shirikisho ya Esperansa ya bana yaachia jioni mbili bila Mzalendo linaandika Yanga raha mustarehe yaizamisha Esperansa mbili kwa bila. Msuva mateo watakata. Patrik Ekeng afia uwanjani. Samata azidi kung'arisha gan. Zanzibar leo Yanga yatisha Afrika yaichapa Esperansa mbili kwa bila. Uwanja wa Taifa. Man United yaipumulia Man City. Sport leo Sporti leo, gazeti mahususi kabisa kwa ajili ya habari za michezo linaandika, kesi ya saini miaka miwili. Yanga, asanteni sana. Yanga ya kimataifa. Haya, kwa samusho inaandika hangoki Aya, baada ya mihangaiko mingi hatimaye Manchester United imekiri ni ngumu kwa uh, Marcus Rashford kung'oka hapo na wanafanya jitihada za kumbakiza. Ah, uh, lete raha linaandika Simba kolea, uh, ya kolea kwa striker. Aya, Yanga uh, gusa, urushwe ni shoti ya umeme hiyo Haya, Man United yaitaka top four. Chelsea chali kifo cha mbende dimba mende, mende. Linaandika Yanga mbele yawapiga wangola kibishi mbili bila. Taifa Neymar waunguja msuva watupia mayanjani kausajili Simba. Haya kurasa wa mwisho bel out Madrid basa, basa vitani tena. Haya mwali huyo Lesta yapiga mtu tatu kwa moja ya kabidhi wa kombe. Man United yaua moja bila ya nusa nne bora. Lakini kijiwe chetu kikibonzo, kuna chura hapa, naonekana jamaa nauliza, haya, ruka tena tuone chura. Najibu, nawezaje? kwa mfano ndindindi. <laughs> <laughs> Mtazamaji wa Channel 10, mpaka hapa mimi namaliza kipindi hiki cha